Ujambo, ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa kituo hiki cha habari matumanengo, ya kwamba wewe usalama salamini kabisa katika afya yako. Katika muda huu ni kujuze ya kwamba leo ni tariki 12 mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita. Ni katika hali tu ya kuja kukupasha habari kama jukumu langu kabisa, na wewe kunifuatilia mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyote na na kujuuza ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC huku Kivu ya kusini, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Na umekaribishwa pote pale ulipo, ajalishi uko katika ulimwengu mzima, katika maeneo tofauti wilayani, Ulaya huko Umarekani, ajalishi tunaweza kuwasiliana na Asia huko, lakini barani Afrika ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Reality Mambo TV ni kwa kukupasha habari nifuatilie mwanzo hadi mwisho, lakini pia kwa kuweza hata kujiunga nami kwa kubonyeza maeneo ya subscribe na kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu mapema kabisa. Najua ya kwamba hususani zaidi ninaweza kujiangushia katika habari za mashariki mwake DRC, hususan Kivu ya Kusini, ndiko ambako nakuja kabisa kukupasha hali ya usalama na maeneo mengine ambako kuliko katika vijiji tofauti hususan zaidi ikiwa Baraka, ikiwa Makobola na hata Bibokoboko, na hivyo nipate tu kukupasha mengi ya kwamba upate kuyafaidia kama jinsi tu ninavyokuletea habari hizo. Na hivyo mara moja nanianzie huko Nyangezi, katika kijiji ambacho sio mbali sana na mji wa Bukavu, ni katika Kivu ya Kusini, ndiko ambako kijiji hicho kinapoweza kupatikana ikiwa leo hii tariki 12 mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita katika majira ya saa tano za mchana ambazo kumeweza kushuhudiwa na kuonekana gari za waasi wa SM 23 zikiweza kushuka maeneo ya bonde la Ruzizi kuelekea huko Uvira na hivyo ikiweza kukadiriwa kutokana na vyanzo vya habari ikiwa gari sita au saba hivi zikiweza kuonekana za majeshi za waasi wa FCM 23 kuweza kujielekeza maeneo ya bonde ya Ruzizi. Jambo hilo limeonekana kutangazwa na kuonyesha kuweka wazalendo kuwa na tahadhari kabisa kubwa na pia na jeshi la FARDC ya kwamba hatari inaweza kufika muda si muda katika maeneo ambako wanaweza kupatikana. Licha ya jambo hilo imeweza kuonyesha pia ukomazi wa hali ya usalama kuwa mbaya kabisa katika mashariki mwa DRC na kuonyesha kabisa mwendeleo wa mapambano kati ya waasi wa FCM 23 na jeshi la Kongo hivo kutokana na jambo ambalo imeweza kuonyesha waasi wa FCM 23 kuweza kuongeza nguvu zaidi, ni kupingana tu na maneno yake Rais wa Umarekani Donald Trump kwa yale ambayo aliyosema kuhusu jeshi la waasi wa FCM 23 kuweza kuondoka katika maeneo ya mashariki mwake DRC. Basi, kwa uchunguzi mwingi na kwa kuweza kabisa kushuhudia jambo la gari za waasi wa FCM 23 kuweza kutoka katika maeneo ya Nyangezi, ambako kumeweza kushuhudiwa zimepita na kuweza kuingia katika bonde la Ruzizi, basi naliweze na liweze kushuhudiwa na mwananchi mmojandetu, ngambo za Makobola kule chigongo chikiaya adui anatuma gari sita kama sita kama saba inashuka. Mie niko huku kwetu, adui alitupanike mumoya alikuya kumgongo mwingine akakuya mbele, na tukasema kuye tuonishane, lakini hayafika e, lakini ile njoo habari iko benyewe kompleni vayuwe kama ile njoo habari yenye ikotisai zile gari zinapita Nyangezi na 11h 5 mint ya leo le 12 11h 5 mint njo zinavuka Nyangezi. Uh, Selo mtu wetu mweyiko Nyangezi njoo message ananipa zinapita Nyangezi 11h 5 mint kabisa, beze tuliko kule mkuu e tre vigila kabisa zile zinajielekeza sehemu za Kamanyula. Hali ya usalama mashariki mwake DRC limekuwa jiwe la kikwazo kwa wananchi kadhaa, kwa kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea ya vita na wengine kuweza kupoteza mambo yao au biashara yao na mambo mengine ya thamani katika maisha. Jambo hilo limeweza pia kumfanya bwana Mopepe ya Mboka Grabaoba akiweza kulivalia jambo hilo njugwa kuweza kuonyesha mara ngapi hali ya usalama kuwa mbaya mashariki mwake DRC na kuweza kugusia mambo mengi, na pia kuweza kulionyesha kwamba wanaendelea kupambana tano kwa tano kuweza kupambania ardhi ya mababu, lakini kwake yeye akiweza pia kuonyesha na kugusia hali ya usalama ya Makobola kwa nini vita vilianza kwa muda ambao ulipita, lakini baadaye kunaweza kukaa kimya. Jambo hilo pia aliweza kulizungumzia, ikiwa tariki kumi za mwezi huu wa kwanza mwaka wa elfu mbili ishirini na sita tarehe kumi za mwezi wa kwanza za mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita ambaye anapanda jikwaani si mwingine ni yule yule mzalendo Alisi Mopepe ya Mbuka, Satelite ya Wazalendo, Dimilvolte. Amjambo, amjambo wa ndugu zangu wazalendo, sehemu yoyote mnaopatikana, habari za asubuhi, habari za kuamka, habari za jioni, habari za usiku, sehemu yote mnaopatikana, wazalendo wanaopatikana nje ya DRC na wao wanaopatikana na ndani ya DRC, naomba mpokee ujumbe wangu huu na mikono miwili. Nataka kujulisha wandugu zangu wazalendo ya kwamba tuwe makini sana, adui wa mkongomani ni mkongomani wenyewe, na kama nchi yetu leo ina matatizo ni upumbavu wetu na ujinga wetu ndio natuletea matatizo njani ya nchi, na ndio maana nchi majirani zote zinazotuzunguka zinatucheka kwa sababu ya tabia yetu ya upumbafu na ya ujinga, tabia yetu ya usaliti ya kupatia adui nguvu. Adui leo kama iko nguvu, sisi Wakongomani, sisi ambao tunajiita wazalendo, ndio tunapatia adui nguvu, tunanunuliwa kama vile biashara. Na huo ndio upumbavu na ujinga ambao tuko nafanya. Tunajua vizuri Depi. 1996 no, kipindi mzee Laurent Désiré Kabila aliingia na vita ya afdel, askari wa Congo, jeshi ya Congo FARDC gisi ilivyo saliti nchi mpaka mzee Laurent Désiré Kabila akashika madaraka. Hiyo picha tunaijua vizuri. Kipindi kile walikuwa wana pigiwa simu maafande wa Wanyarwanda Rwanda wanapigiwa simu. Roja roja roja roja, uko wapi? Tuko Uvira. Mna askari ngapi hapo Uvira? Uvira tuko na askari mia tatu na wale wajinga mia tano Walikuwa wanaita jeshi la Kongo ni wajinga, wamekataa dola mia wakatumika kazi ya bure, walikataa mshahara, wakatumika kazi ya bure, walikuwa wanawaita wajinga. Kwa nini wawaite wajinga? mtu mwenye anachukua nchi yake anapatia mgeni ni mjinga, ni mpumbafu, analaana, kwa sababu hapa chini ya jua hakuna kitu kinazidi udongo, hakuna kitu kinazidi ardhi sisi wanadamu tumetoka ndani ya ardhi na tutarudi ndani ya ardhi. Maisha ya mtu iko ndani ya ardhi. Mali yote ambayo wazungu wanatafuta leo, watu uwe wanataka leo wakongomani wote wakufe, waamie Kongo kupora mali vizuri, yote iko ndani ya ardhi. Sasa mtu kama anapana ardhi, huyo mtu mkichwa amuna kitu, mna maji, mna unga. Hiyo ni sura ndogo nlitaka nitowe sura ya pili. Hii vita ambayo tuko nayo ya M23, mmeona kisi ilivyoanza huko Mabunagana, askari wetu fardes njo wanaenda wanapana maeneo, wanatoka maeneo maadui wanashika, wanatoka maeneo maadui wanashika, hicho mmeona na macho yenu mpaka gisi walifikiria waje waingie Uvira, wazalendo watoto wafizi wakajiunga na wafurero wakaenda kuzibia njia. Wamezuia njia hapo karibu miezi tisa wakiambatana na majeshi ya kigeni ya majirani. Kazi waliofanya ni kazi nzuri, lakini walikaa kimya muda mrefu, hakuna mapambano. Raia walilalamika vita vya kuzuia sio vizuri jameni, kwa nini mpambane? Walianza kusema hapana, mambo ya kijeshi na mambo ya kiraia sio sawa, mwache mambo ya kijeshi, msingilie. Tunaendelea kutumika underground, tunaendelea kutumika chini ya uongozi wa serikali. Nchi iko naenda Leo inchi iko pabaya, serikali yetu ina madhaifu. Serikali yetu njo inapana inchi. Kilichofanyika Bunagana, kilifanyika Sake, kilifanyika Bukavu, kilifanyika Goma, kikafanyika na Uvira, na hicho hicho kinataka kufanyika Makobola. Kuna mezali ya Kiswahili inasema hivi, tomate ya kuoza haiwezi kukaa pamoja na tomate yenye iozi. Ukikamata tomate ya kuoza unachanga na yenye iozi, unatia pamoja, ile maji itafikiria kuile tomate ya kukomana na zote zitaoza. Haiwezekani wasaliti na watoto wa nchi ambao wanaitwa wazalendo wakae fasi moja na hiyo kazi ifanyike vizuri, haiwezekani. Sura tuko naona Makobola itanguka, Baraka itanguka na Fizi itanguka, kwa sababu kuna kitu kinapita chini chini. Sisi hatupendi kuogopa mtu, hatuogope mtu, tunaogopa Mungu na tunasema wazi. Watu wote walikuwa wanatarajia vita Irekipere Uvira Uvira ishikwa, lakini walio simamisha vita ni FARDC. FARDC wamesimamisha kukamata Uvira, walisha chukua pesa za M23, wanaongea na M23. Kuna watu wa M23 wako deja Baraka, kuna FARDC iko pale Baraka kwa ajili ya kucordone manjia yote M23 ezapita sisi tulisema ya kwamba Asambwa Useni ameteremuka Uvira na iko na timu ya wasaliti wenzake, wanakuja kuandaa gisi ya kupitisha watu hapo wafike ubeme. Na ikupita wiki moja, watu wakaanza kushikwa mumaboti. Tunaona tuko mper misonga, tunafuatilia mambo ya udongo wa mababu, tano kwa tano na kinachofanyika Makobola leo, wanataka kuingiza M23 Makobola. Hawataki kupigana vita, FARDC wamesimamisha vita, wameshapokea pesa, hawataki mapambano, wanataka M23 iingie Makobola mpaka Baraka Fisi. Tunajiuliza swali wa ndugu zetu wa zalendo kilichofanyika Sake muliona mpaka Goma mpaka Bukavu mpaka Kamanyola hapa mumeona gisi mmerudishwa nyuma. Mulikuwa mwishafika Kamanyola, mwishafika Nyangezi, tunatarajia kuingia Bukavu, ikasema repli strategique. Repli strategique ya kutoka Kamanyola na Nyangezi mpaka Makobola? Nyinyi wote viongozi wa majimaji, mulipita mkijeshi Mko wanajeshi wazuri, mulifunzwa repli strategique gani yenye inaweza kuwa ya mtu atoke Nyangezi, atoke Kamanyola mpaka Makobola sekondia de kilomita? Kwa nini mlikubali kurudishwa nyuma hizo zote kilomita kwa faida gani? na mulienda kuzuia adui asingie. Na kwanini leo wale watu walio wasaliti kule, munaendelea kula nao sani moja? Munaendelea kutumika mu supervision ya wale watu. Komandema ya wale watu ambao wanahusisha udongo wetu. Munapeleka nchi wapi? Hivi tutasema fad de sente na pana nchi au tutasema wazalendo ndio wanapana nchi? Mutaendelea namna gani kutumika na adui? Ni munaenda kupambana na adui wa mbali na adui unakula naye sare moja. Hiyo ni siasa gani? Munaonesha watu. Waraia wanasema waraia wanasema. Udongo ni wa waraia. Uko fardes ulitoka muraia. Uko maimai ulitoka muraia. Na kesho utarudia kubu uraia. Raia njo fondasyo ya inchi. Uwe raisi ulitoka mubu uraia. Uwe depite ulitoka mubu uraia. Uwe manajeshi ulitoka mubu uraia. Uwe majimaji leo naitwa komanda ulitoka mubu uraia. Na kesho, kesho kutwa, ya yakazi unatumika, utarudia kuuraia. Raia njo mwenye nchi. Raia iko na dua ya kulalamika, mnasema sana wa raia, magrupu wako na dua ya kusema sana. Udongo wa mababu ni wa raia. Madaraka yote inatoka muraia. Raia njo mwenye nchi. La voix des peuples c'est la voix de Dieu. Tunasema na masikitiko sana na huzuni sana kukawia kukamata Uvira ni mambo ya kutafuta Makobola iwe tombe na ubembe iwe tombe, pesa inatembea, pesa inatembea. Tuko nasema wazi atulale juu ya inchi saa kumi hii na dakika arobaini na saba tunafuatilia mambo yote. Tulishaongea na watu wako kufro hii usiku, wametuambia mambo yaende vizuri, mpango ulikuwa kurekipele uvira unasimama Vita inashimamishwa juu ya nini? Ya usaliti. Mtaendelea aje kukorabore na fardesi na fardesi na pana inchi, fardesi inapitisha watu mumaji, na mko naona koma maji inafungwa, watu wanaanza kutoka kwa maadui, wafike mpaka Baraka. Walipita wapi? Kama wapitishwe na fardesi, fardesi yuko Baraka deja iko na communicate directement na enemy na kuku ma, masilaha yenyowa wanaingiza pale, maadui wengine waishakuwa Baraka. Tunatoka wapi tunaenda wapi sisi, wazalendo wafurero, wabembe, warega? Siasa tutaijua siku gani? Akili ya kuona mema na mabaya tutaiona namna gani? Tunatoka wapi tunaelekea wapi? Tunapambana na adui kipindi adui tunakula naye senti moja, hii ni siasa gani? Inchi yetu ikinyanganywa tutaenda wapi? nchi inapiganiwa na wenye nchi na silaha imeshikwa juu kugomboa nchi. Hakuna vita yenye majimaji alishakapambana pamoja na Farisi, haiwezekani. Hey, ni usaliti tu, tuko naona, na nchi ya mababu itaenda tuko naona hivi. Unajua kifo ya mumaji, watu wanakufaka mumaji na wako naona, boti inazama huko naona, mtumbo unazama huko naona bado inakuwa kinazama na watu wako naona, wako na cheka, wengine wako naomba, na inchi iko naenda na si tuko naona jo, upumbafu wetu na ujinga wetu, hatutaki kujikontrole. Hii ni wakati ya kutumikisha akili, hapana kutumikisha nguvu. Maadui wanatumikisha akili, hawatumikishi nguvu. Biblia inatuambia aseme, roho na akili wamtumikie Mungu. wapi Uvira ingekuwa deja iko rekipere, tuko mwa avanse kubwa, lakini leo mapambano imesimama ya kurekipere Uvira juu ya usaliti. Jamani, Hii ni sauti ya mzalendo halisi, mopepe ya mboka. Satelite iko naona satelite ililala kufron, na hiyo ndio message ya fron. Atakayesikia message hiyo partout. Basi na tujelekeze mara moja katika kijiji cha Makobola ni tarafani Fizi, Ikivu ya Kusini, akiika mashariki mwake DRC. Meli imeweza kuonekana katika maeneo ya Makobola kwenye bandari pale, ikiweza kushikwa na wazalendo na hivyo kabisa, ikiwa chini ya milki yao pale maeneo ya Makobola. Vyanzo vya habari vinaweza kuonyesha ya kwamba Meli hiyo iliweza kuondoka katika bandari la Kalundu hapo mjini Uvira katika mida ya jioni saa kumi na moja ambako ilitaka kuondoka na kuenda kabisa katika nchi ya Tanzania, lakini ilipoondoka katika bandari hilo la Kalundu nchini Uvira na kuweza kuondoka, wakaweza kuiona katika maeneo ya Makobola na hivyo kuweza kuishusha kwenye bandari la Makobola. Kutokana na vyanzo hivyo vya habari vinaweza kuonyesha kwamba meli hiyo ilikuwa meli ya marehemu tajiri Mayaka katika mji wa Uvira. Ilikuwa inaweza kuonekana ya kwamba ilikuwa na tatizo la kwenye majembe, ili ya kwamba iweze kwenda kutengenezwa huko Tanzania, na hivyo hali ya kuweza kushika meli hiyo inaweza kuonyesha ya kwamba kuwa na mashaka, inaweza kawa na vitu vibaya au kuongozwa na waasi wa FCM 23 na kuweza kulinda usalama, ikiweza e kufanyika ni baada ya kuweza kutosha tangazo, naye Dalton msemaji wa Wazalendo ya kwamba hakuna usafiri kutoka Uvira kupitia maji na kwenda katika tarafa la Fizi, na wala kutoka Fizi kwenda Uvira. Hayo yakiweza e kabisa kuonekana jambo ambalo lililo muhimu kwao kufunga maji na kuweza kuonekana kwa meli hiyo, ikaleta wasiwasi wasi mkubwa na hivyo kuweza kuishika. Tunalamuka sawa ile watu tuliikamata jana, tuliikamata hivi, tuko nayo kuuchunge, nitakusukumia hayo mwimaji, tuko nayo

ile jana na sr ikachomoka, inju ikakuwa ilikuwa nafanya manevre zake, ikaondoka ikaingia mulaki Tanganyika, kama alikwenda Kalemi, kama ilikuwa anaenda Tanzania, haikujulikana. Na deja FARDC pamoja na wazalendo e walikuwa waisha peleka ma... komunike akusema hakuna bato yote nitasirikile, kufatana na infiltration yenyewe adui yako natafanya Hawakusikia, wakapenda wafanye kazi yao wenye waisha zoea. Wakongomani nao wenye awasikie na kuelewa kazi na ita ya inchi, njo hile wanaume wakaibana usiku ya leo, balitinga usiku yote mumai wakaikamata. Ikiwa hivyo Baraka ni katika tarafa la Fizi, katika mji huo tariki 11 Jumapili mwezi wa kwanza mwaka 2026, ambako kumeweza kuonekana mkutano mkubwa wa wazalendo na wakuu wa askari jeshi kuweza kuwa katika mkutano huo, wakionekana makanaki mzee William Amuri Yakutumba akiweza kuonekana humo na wengine na hilo jambo la kuweza kuweka mkutano huo ulikuwa na sababu kubwa ya kusema kwamba waweze kabisa kuonyesha hali ya usalama ambayo inazidi kuzorota katika mji wa Baraka, hususani zaidi milio ya risasi kuweza kusikika bila sababu. Jambo hilo mzee William Amuri ya Kutumba aliweza kulivalia njugwa na kuweza kulionyesha wazi ya kwamba anakuja kuweza kabisa wapate kulimaliza jambo hilo la wasiwasi mjini Baraka. Raiya waelewe kwamba tulikuja hapa sababu ya kuangalia namna gani kutia amani kabisa ndani ya jiji la Baraka. Sisi tunapenda raia ya Baraka na tarafa nzima la Fizi ijikute uru wafanye makazi zao kama vile inastahili. Njoo misio yetu sisi wa VDP, ndio maana tunakuja kuangalia namna gani kunyamazisha hiyo yote makelele na kelele, na mafujo fujo ambao buku unapita tanto kungambo ya, ya ba VDP tanto kungambo ya basoda ba serikali na kupiga masase na nini ifo ile vitu vyote viishe population. So ijikute iko vraiment uh, libre kuvagema nani makazi yakwao nanjo ugod... shaba kubwa kufanya kikao hiki pamoja na wazalendo, sababu ya kumaliza shida zote, labda raia waendelee kutegemea nini, kwa? Raia waendelee kutegemea amani tutafanya jitihada yote ili amani irudie katika jiji la Baraka. Kuna baadhi ya vikosi vya wazalendo ambao wanakuwa kuna tabia ya kunyang'anya eh, jeshi la taifa FRDC silaha kiolela, labda kama vile uongozi umetoa ruhusa hii au namna gani? Kuna mpango um, utachukuliwa pamoja sisi na viongozi wa FRDC kwa ajili ya kunyamazisha kabisa tabia zile mbovu ambazo zinasumbua raia. Basi na tujielekeze mara moja kwenye milima ya Fizi ikiwa Bibokoboko ambako kumeweza kabisa kutapakaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Bibokoboko imeweza kushikwa na waasi wa FCM 23 ikiwa mikononi mwao na kuweza kuiongoza kabisa. Jambo hilo liliweza kutatanisha kabisa na kuweza kuonekana ya kwamba Bibokoboko imeweza kushikwa na waasi wa FCM 23 Tarafani thizi ikiwa Kivu ya Kusini. Lakini mzee William Amuri ya Kutumba jenerali huyo ameweza pia kulizungumzia jambo hilo kulivalia njugu na kusema kwamba ni uongo, ni jambo ambalo linaweza kutembea tu kwenye mitandao lisilokuwa la ukweli. Hakuna habari ya adui kwa Bibokoboko, ni habari za uongo, ile ni mitandao tu. Bibokoboko hakuna adui. Tunajua kwamba kuko jeshi la serikali liko pale na kama liko pale litafanya kazi tu, hakuja yeah kuwa adui pale, hakuna adui Bibokoboko. Raia ijisikie huru ifanye kazi zao kwa ukimya, kwa usalama. Sisi tuko pale na ikiwa kuko tatizo fulani, waendelee kututafuta, kutupigia na kutujulisha matatizo wanayo ili tuendelee sana kufanya kazi zaidi ya kunyamazisha ile fujo. Basi na niseme ya kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, nikisema asante. Na hivyo ujue kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini. Pia linakuomba kuweza kuungana nami ikiwa uongaliwa mpya mpya kwenye channel hii, ili unapata habari zetu katika muda mwafaka, na kubonyeza pia alama ya kengele. Tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana, ikiwa leo tariki 12 mwezi wa kwanza, na basi, ikiwa majaliwa ya Bwana, tutakutana tena. Asante.